kwenda kuwa mtu ambaye na heshima zangu watu wanaheshimu na waniamini na ndio maana leo hii nimeaminika mpaka naingia kwenye kundi. Ongera sana mzee wangu bwana. E, Mungu atakujalia na tuko pamoja. E, watu wasa Baba Levo akishakua tu akuna chakishakuwa niko na mzee wangu, lakini hapa ni naye dada yangu ambaye tumbo moja baba mmoja mama mmoja, yeye ndio wa kwanza, yeye anaitwa Leticia Chipando, yeye ni mtendaji wa mtaa kule wapi kule? Kitunda eh? Kwa mara ya kwanza umeingia bungeni, mlikuwa mniamini kwenye familia, lakini <laughs>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 I'm so happy. Naitwa Baba Pii babake na wake na Levo Clayton Revocatus Chipando mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Thank you.